Ujambo na karibu, mpendwa mtazamaji, msikilizaji wa DIDAS TV popote uliko, na kukaribisha kujiunga nasi kwa kufuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni Bishu, tuangazie uso mkoani Kivu Kaskazini. Jumatatu 29 Septemba mwaka 2025, msichana mdogo aliyejeruhiwa vibaya kufuatia mapigano kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 katika vijiji vya Kahanja na Kasopo huko Masisi Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mtoto huyo alikimbizwa kwa haraka katika kituo cha afya cha Nyabiondo ili kupata matibabu ya dharura. Mapigano haya yameibuka muda mfupi baada ya tukio nyingine la usiku wa kuamkia Jumatatu ambako ghasia zilirekodiwa katika kijiji cha Buhabo pia sehemu za Masisi, eneo ambalo linaendelea kuyumba kutokana na vita vya mara kwa mara vinavyolazimisha wakazi wengi kuwa wakimbizi wa ndani wakihama makazi yao. Wakati huo wa asubuhi ya Jumapili 28 Septemba, ngome mbili za waasi wa AFC M23 zililengwa na mashambulizi ya anga ya jeshi la Kongo FRDC katika eneo la Mpeti, tarafani Walikale. Ingawa hesabu kamili ya madhara haijathibitishwa rasmi, taarifa za awali zinasema daraja muhimu lilokuwa likiunganisha Masisi na Walikale lilibomolewa. Vyanzo vya kijeshi vinasema operesheni hii ilikuwa na lengo la kuzuia waasi kusonga mbele kuelekea Pinga, ambapo taarifa zinaonyesha kuwa waasi wa AFC M23 wamekuwa wakijitahidi kwa zaidi ya wiki mbili ili kusonga mbele uko Pinga. Kwa upande wake AFC M23 kupitia ukurasa wao wa X walilahani ubomowaji wa daraja la Mpeti wakisema kuwa hatua hii inakwamisha kwa kiasi kikubwa uhuru wa watu na bidhaa kusafirishwa katika tarafa la Walikale. Mapigano mapya yamezuka kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo wa CMC FDP katika vijiji vya Lurere, Makomalehe, Kitumva na Kashavu vilivyoko kwenye kata ya Bukombo wilayani Rutshuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya jamii ya kirahia, mashambulizi haya yalifanywa na wazalendo waliolenga vikosi vya AFC M23 vilivyokuwa vikisafiri tangu usiku wa Jumapili 28 Septemba na kuendelea hadi Jumatatu asubuhi katika baadhi ya vijiji vya eneo hilo. Mashuhuda wanasema milio mikubwa ya silaha imekuwa ikisikika katika sehemu ya Bwito, hali iliyozorotesha shughuli za kilimo na maisha ya kila siku ya wakazi. Kwa sasa, vijiji vilivyoshambuliwa vinaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa AFC M23, huko wazalendo wakibaki katika maeneo ya pembezoni. Hali inaendelea kuwa tete na ya hatari kubwa katika eneo lote linaloshuhudiwa mashambulizi hayo. Ni mwisho wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Sina mengi ya kuendelea kukujuza mpendwa wa msikilizaji, endelea kujiunga na chaneli yetu kwa kufuata taarifa za habari ambazo tena zitakukujia kila siku mara kwa mara. Kwa heri.